Hii ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu kwenye kipindi chetu cha simulizi ya ujasiriamali. Kinachotangazwa kutoka Tan Business Channel Online Television siku za Jumamosi na Jumapili. Na leo tunaangalia jinsi makosa nane yamesababisha duka la Bwana Mohamedi kupata hasara. Bwana Mohamed ambaye ni mkazi wa Magomeni jijini Dar es Salaam, amekuwa akifuatilia kwa muda mrefu mafanikio ya jirani yake, katika biashara yake ya duka la rejareja reja ambalo limekuwa maarufu hapo mtaani kwao. Hilo duka limekuwa muda wote lina idadi kubwa ya wateja ambao wanafika kununua bidhaa mbalimbali hapo dukani. Hilo duka huwa linabaki wazi tangu saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa nne usiku, na muda wote linakuwa limefurika wateja mbalimbali mbali. Muda wote hilo duka huwa limejaa bidhaa muhimu zinazohitajika na wateja wa duka la rejareja. Bidhaa za hilo duka ni bora na bei zake ziko nafuu kulinganisha na maduka mengine ya jirani hapo eneo la Magomeni. Bwana Mohamedi amevutiwa sana na mafanikio ya duka la jirani yake la rejareja. Hivyo amefanya uamuzi wa kuanzisha duka la rejareja kama la jirani yake. Sasa hebu tuangalie jinsi Bwana Mohamedi alivyoanzisha duka lake la rejareja. Kwanza kaanzisha duka la rejareja karibu kabisa na lile duka la jirani yake. Kwa maana hiyo ni kama vile alikuwa anataka kushindana na jirani yake. Pili, alitenga kiasi cha milioni tatu kama mtaji wa kuanzisha biashara yake ya duka. Tatu, aliamua kununua bidhaa zake kutoka kwa wauza bidhaa wa jumla mbalimbali mbali waliopo maeneo ya jirani. Nne, aliamua kupanga bei za bidhaa kulingana na zile za duka la jirani yake. Kwa hiyo hapo ni kama alikuwa nataka ashindane kabisa na jirani bidhaa zao ziwe bei sawa sawa. Tano. hakuchagua kundi la wateja wa duka lake la kuwahudumia, kwa maana kuwa yeye alikuwa amepanga mteja yoyote anayekuja atamhudumia. Kwa hiyo hakuwa na kundi maalum la wateja la kuwahudumia. Sita. hakuwa na mawasiliano ya mara kwa mara na wateja wake kwa hiyo yeye, watu wanakuja wananunua vitu wanaondoka, basi ndio ameisha. Hakuna mawasiliano kabisa na wateja wake. Saba, hakuwa anafanya matangazo na promotion ya bidhaa zake pamoja na duka lake. Nane, hakuwa anatengeneza hesabu za biashara ya duka lake, kwa hiyo hakuweza kujua kama anapata faida au anapata hasara. Sasa hayo ni mambo manane ambayo yamejitokeza tangu Bwana Mohamedi aanzishe duka la rejareja katika eneo la Magomeni jirani kabisa na mwenzie ambaye yeye alianzisha duka mapema na duka lake limestawi. Sasa hebu tuangalie changamoto zilizojitokeza kwenye biashara ya duka la Bwana Mohamedi. Kwanza, baadhi ya bidhaa zilikuwa haziuziki haraka. Mbili, kulikuwa na upungufu wa fedha na hata wakati mwingine kushindwa kununua bidhaa mpya baada ya bidhaa za zamani kumalizika. Tatu, duka halikuwa na wateja wengi kama alivyotarajia akilinganisha na jirani yake. Nne, bwana Mohamedi alishindwa kuuza bidhaa zinazolingana na za duka la jirani kutokana na bei za manunuzi ya bidhaa kuwa juu, yaani alishindwa kupanga bei za bidhaa ambazo zinalingana na za jirani yake, kwa sababu alikuwa ananunua bidhaa kwa bei ya juu sana, kwa hiyo alishindwa kupanga bei kulingana na za jirani yake. Tano, Bwana Mohamedi alihisi anapata hasara, lakini hakufahamu kama anapata faida au hasara ila alihisi tu kuwa mambo hayaendi vizuri. Sita, baadhi ya wateja walilalamika kwa Bwana Muhamedi kuwa wafanyakazi wa duka lake walikuwa hawana kauli nzuri kwa wateja, yaani walikuwa na kauli mbaya kwa wateja. Saba, Bwana Muhamedi hakufahamu jinsi ya kukabiliana na ushindani wa biashara kutoka kwa yule jirani yake ambaye alikuwa anamfikiria anafanya vizuri. Nane, Bwana Mohamedi hakufahamu mbinu za kuwezesha duka lake liweze kupata faida. Sasa hebu tuangalie ushauri ambao tunaweza tukampa Bwana Mohamedi ili aweze kukabiliana na changamoto ambazo zinazomkabili. Unadhani ni ushauri gani Bwana Mohamedi anastahili kupewa ili aweze kujikwamua kwenye changamoto za biashara za duka lake? Kipindi kijacho nitaeleza ushauri ambao tutampa Bwana Mohamedi ili aweze kujikwamua na changamoto zinazomkabili. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha simulizi za ujasiriamali, na leo nimeeleza jinsi Bwana Mohamedi alivyoanzisha duka la rejareja bila kufuata taratibu zinazokubalika, hivyo akajikuta anapata changamoto mbalimbali mbali za biashara na kuomba subscribe huduma zetu ili uweze ku, kuona kipindi chetu cha simu hizi za ujasiriamali siku za Jumamosi na Jumapili saa tatu ya usiku. Karibu kipindi chetu cha kesho, ili uweze kuona ufumbuzi wa matatizo ya bwana Muhammad. Asante na karibu tena.